Lakini vile vile wanafunzi, tuna kawaida ya kufungua tuna taratibu ya kufungua klabu za haki za binadamu mashuleni na vioni. Hizi haki za klabu za haki za binadamu ni muhimu sana katika kutoa elimu ya haki za binadamu, lakini vile vile katika kutoa taarifa mbalimbali kuhusiana na matukio ya uvunjifu wa haki, haki, haki za binadamu katika maeneo yao kwayo, kwa hiyo tunakwenda mashuleni kuwapa elimu lakini vile vile kuzindua, yaani kuhamasisha kuanzisha klabu ya haki za binadamu katika maeneo haya eh, hizi networking zote hizi zinasaidia uh, kutekeleza majukumu ya tume kirahisi. Mchunguzi mkuu msaidizi Rajab Botea pamoja na mkurugenzi wa idara ya elimu umma, mawasiliano, utafiti na nyaraka kutoka Tume ya Haki za Binadamu, Monica Laurent, wamesema kuwa watatoa elimu ya haki za binadamu kwa makundi ya wananchi, wanafunzi pamoja na vyombo vya sheria. Moja ya wajibu wetu ni kutoa elimu. Sisi kama Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora tunatoa elimu mbalimbali. Kuhusiana na masuala ya haki za binadamu na utawala bora, tunatoa elimu. Kwa na nyinyi pia waandishi kama nilivyosema hapo awali ni jukumu lenu pia kutoa elimu kwa wanajamii, kutoa elimu kwenye television, kwenye runinga hizi, kutoa elimu kwenye magazeti ambayo mnaandika na na, na maandiko mbalimbali ambayo mnaandika, kutoa elimu hiyo wananchi waweze kuelewa haki zao. Kwa sababu wananchi anapozifahamu haki zake inakuwa si rahisi mwananchi mwananchi huyo kufanya kitu chochote cha kinyama. Tutakuwa na mikutano ya hadhara kwenda kuongea na wananchi katika mikutano ya hadhara hiyo, tutakuwa tunaongelea kuhusu mambo mbalimbali ambayo yanahusu haki za binadamu na na utawala utawala bora. Kwa hiyo wananchi tutawaelimisha kuhusu haki za binadamu na utawala bora, lakini pia watapata fursa ya kuwasilisha malalamiko kwa hiyo ataliongelea vizuri mheshimiwa, lakini mimi natoa tu introduction ya kidogo ambacho kimetuleta hapa, lengo kuu ambalo limeweza kutuleta hapa katika mkoa wa Manyara sawa. So, kwa hiyo pia tutatembelea shule mbalimbali kwa ajili ya kutoa elimu kuhusu haki za watoto na pia tutafungua clubs za haki za binadamu. Kwa upande wa wanahabari waliopatiwa mafunzo hayo ya haki za binadamu, wameelezea namna walivyopokea mafunzo hayo. Ina maana kwamba sasa inabidi Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iziishi izitekeleze izisimamie hizo sheria za haki za binadamu n yaani, imetokea tabia sasa hivi watoto wadogo miaka saba kurudi chini, watoto wa kiume kulautiana, yaani imekuwa ndio mchezo wa watoto sfe. sasa hivi kusabu, sasa hii tabia sijui tuifanyaje, kwa sababu hawaruhusiwi kushtakiwa, tuna wafanyaje sasa.